Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo tunaenda kuzungumzia jambo la msingi kabisa, ni majina ya watoto. Na majina ya watoto ambayo leo tunaenda kuyazungumzia, tutaenda kuangalia majina ya kipekee ambayo tunawapa watoto wetu watoto wetu tunapopewa na Mwenyezi Mungu, wakati tumewazaa watoto wetu au tumejifungua tunakuwa tumepewa zawadi ya kipekee, zawadi ambayo tunatakiwa tuitunze kwa thamani kubwa sana. Sasa tunapoitunza hiyo zawadi, unaangalia, je, hii zawadi ninayoitunza naipa jina gani? Ni jina gani ambalo nitaipa hii zawadi ili hii, hii zawadi iweze kukua vizuri, kama ambavyo Mungu anakuwa ametuzawadia. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado huja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, jaribu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatupigia simu au ukatuma ujumbe kwa namba sifuri saba tano nne tano saba tisa mbili mbili nne. Hoja ya kwanza nitazungumzia majina ya kihistoria na majina ya kidini. Mara nyingi majina ya kihistoria na majina ya kidini huwa yanachota moja kwa moja kutoka kwenye historia na imani ya jamii husika. Nikizungumzia kwa mfano jina Moses na jina Miriam, majina haya moja kwa moja yamechota kutoka kwenye historia na pia yanachota kutoka kwenye imani za dini husika. Hivyo basi, tunapowapa watoto wetu majina ya kipekee tuangalie, je, haya majina yana historia gani kwenye tamaduni zetu, yana, yana historia ipi na kwenye dini zetu historia yake ni ipi, ili tuweze kuwapa watoto wetu, kwa sababu majina haya kwa mfano nikizungumzia Moses na Miriam ni majina ambayo yanaonyesha utulivu, ni majina ambayo yanaonyesha heshima, ni majina ambayo yanaonyesha tamaduni, yana historia ambayo mtu akiifuata anaweza kaona kwamba kumbe haya majina ni ya kihistoria na pia haya majina ni ya kidini. Hoja namba mbili, ni majina ya asili na ya kiasili katika jamii nyingi majina ya asili na ya kiasili yana umuhimu mkubwa sana katika jamii hizo, kwa sababu yanakuwa yamebeba thamani kubwa. Unakuta majina mengine yanahusisha maumbile, majina mengine yanahusisha ardhi, shamba, kama hivyo nilivyosema ardhi, unakuta mimea, misitu, mabonde. Hiyo inamfanya mtoto kujua thamani yake kwenye jamii yake husika, na hiyo inakuwa inamtambulisha yule mtoto kwamba yeye ametoka duniani. Majina kama Mwamba, jina kama Zuri, tukiangalia jina Mwamba ni jina ambalo linamwonyesha mtoto kwamba yeye ni jasiri, oto anaoitwa mtoto wa kiume Mwamba esha kwamba yeye ni jasiri kutoka katika jamii yake, na huyo anayeitwa Zuri inaonyesha kwamba ana uzuri, ana thamani, yeye ni wa thamani, yani ni binti ambaye amebeba uzuri katika dunia yake. Hoja ya tatu ni majina yenye maana ya upendo na umoja. Majina yana, yanaweza mara nyingi sana kuifanya jamii kuwa pamoja au kumfanya mtoto aliyepewa hilo jina husika kuwa na upendo na kuwaheshimu watu wengine. Hivyo tunapowapa watoto tu wetu majina ya kipekee tuhakikishe kwamba hayo majina yanagusa upendo yanagusa umoja na yanagusa ushirikiano. Majina kama Amani, jina kama Neema, majina kama Baraka, hayo ni majina ambayo yanaonyesha upendo yanaonyesha mshikamano yanaonyesha neema, rehema, baraka. Majina hayo yanaweza yakamfanya mwenye jina tu kuwa na ile hali ya upendo, kuwa na neema, kuwapenda watu wengine, na akajikuta anawasaidia watu wengine, kwa sababu tunaposema majina, jina ni mtu mwenyewe. Hilo jina linaweza likamfanya huyo mtu akawa na baraka zaidi na akawasaidia watu wengine kutokana na jina lake tunapowapa watoto majina ya kipekee tuhakikishe tunagusa majina ambayo yana upendo na yanaleta umoja katika jamii. Hoja namba nne ni majina ya kisasa na ya ubunifu. Jamii yetu sasa inataka majina ambayo yanatufanya tujivunie, yani majina yanayotuleta kwenye usasa, ambayo yatatufanya tujivunie kuwepo duniani. Majina kama Siena Zain, ni majina ya kisasa ambayo wakati mwingine mtu ameitwa hilo jina, jina ambalo linakuwa tofauti na majina mengine. Hata unapokuwa unamwita tu Siena au Zain, ni majina ambayo ni tofauti na majina mengine, kwa hiyo anamfanya mwenye jina husika ajivunie, pia ionekane kwamba ni jina la kipekee, wakati ule ule linakuwa ni jina la ubunifu. Hoja namba tano ni majina ya kimataifa na ya kisasa. Dunia ya sasa hivi, watu wanataka majina ambayo yanawatambulisha duniani, ambayo ni majina ya kimataifa. Wazazi wengi sasa wamekuwa wakiwapa watoto wao majina ambayo ni ya kimataifa, lakini majina yale yanakuwa yako katika hali ya usasa. Majina hayo yanaweza yakawatambulisha watu duniani kote, tukiangalia majina kama Liam, Leila Kai ni majina ya kimataifa ambapo yapo tu ulimwenguni kote, lakini unakuta yamebeba maana kubwa, maana ambayo inawatambulisha wale watoto. Hata anapokuwa yuko katika taifa lingine anakuwa anajulikana. Kwa mfano anaitwa tu Kai, mtu anajua huyo ametoka katika tamaduni fulani. Unakuta majina yametoka ni ya kimataifa, lakini yanakuwa pia katika hali ya usasa. Majina tunayochagua kwa ajili ya watoto wetu ni zaidi ya maneno, ni urithi ni zawadi ni upendo. Tunapokuwa tumewapa watoto wetu majina, tuhakikishe tunawapa majina ambayo watoto wetu wakiwa watu wazima watakuwa wanajivunia kuwa na hayo majina. Tunawapa majina ambayo yataonyesha kwamba ni watoto ambao wanaishi katika dunia ya sasa na ni watoto ambao wanakuwa wana furaha wanakuwa na neema, wanakuwa na baraka na wanaweza kujivunia hata kwa mtu mwingine, kwa sababu siku zote huwa anawaambia watu kwamba jina ndiye mtu mwenyewe. Hakikisha unapompa mtoto wako jina, mpe jina ambalo hata kesho atakapokuwa akiitwa, tukiachilia mbali kuwa mtu mzima, hata atakapokuwa akiitwa na watoto wenzake, awapo shuleni, awapo nyumbani, akiwa anacheza, anapoitwa tu asijisikie vibaya. Mpe jina ambalo litamuonyesha upendo, hata akiitwa ajisikie kwamba naam, nimeitwa. Anaweza akaitika bila hofu yoyote. Bila shaka, umejifunza kitu kikubwa sana siku ya leo. Usiache kushare video hii kwa wazazi wengine, ili nao wapate fursa ya kujifunza hiki ulichojifunza. Usiache pia ku like, tuandikie maoni yako ukituambia, je, wewe umempa mtoto wako jina gani ambalo unajivunia kuona kwamba ni jina la kipekee au jina la kisasa? Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu mwema aendelee kukubariki sana.